Moja kati ya maswali tunayoendelea kuulizwa ni kwamba Tanzania imepataje nafasi hii ya kuweza kuandaa tuzo hizi hapa nchini. Moja kati ya sababu eh, watanzania wenzangu, mtakumbuka ya kwamba mwaka jana tuzo hizi zilifanyika nchini Kenya katika mji wa Mombasa. Tanzania ilikuwa kinara katika tuzo nyingi zilizotolewa usiku ule. Iliku, Tanzania ilipata heshima ya kupata tuzo zaidi ya nne kama nchi na kama taasisi. Moja ilikuwa ni bodi bora ya utalii Tanzania, TTB. Kivutio bora cha utalii kwa mwaka 2024 ilikuwa ni mlima Kilimanjaro, lakini pia hifadhi bora ya taifa ilikuwa ni Serengeti katika bara zima la Afrika. Na zaidi ya yote, nchi iliyo na vivutio vingi zaidi, inayoongoza kwa ubora katika Afrika, Tanzania. Na yote hii ni heshima ambayo waandaaji wa tuzo hizi waliona ni muhimu

There's uh, there's uh, uh, attractions the, the many many things that make the the, the complete cycle of hospitality, but the people is the main asset. And the biggest asset that this country has in my opinion is its people. Ukarimu wa, wa Tanzania imekuwa ni mmoja kati ya kivutio kikubwa, na hii tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuendeleza tunu ya amani ambayo Tanzania imekuwa nayo na viongozi wote waliopita katika taifa hili kwa kuendeleza yale ambayo baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliweza kuyaanzisha. Lakini cha pili, amefurahia sana kuona miundombinu inayosapoti utalii. Ameona jinsi ambavyo tumewekeza katika airport yetu, amepita VIP terminal pale terminal 2, akafurahi sana kuona jinsi ambavyo tunawapokea wageni, lakini ameangalia mahoteli yaliyopo, amepita kwa karibu sana, akaona reli yetu SGR. Kitendo cha kuiona SGR katika nchi ya Afrika na ameingia Tanzania kwa mara ya kwanza kimemfurahisha sana, na ameshukuru sana kuweza kuona tuna beach za kutosha. Tumemweleza kwa ufupi kwamba tuna zaidi ya kilomita 1300 za beach katika jamhuri ya Muungano. Tuna visiwa vya Zanzibar ambavyo ni destination nzuri sana kwa utalii. Kwa tuendelee kuwakarimu wageni wote wanaokuja, ili watakapoondoka hapa waikumbuke Tanzania, tuendelee kupata heshima ya kuandaa matukio kama haya katika nchi yetu, ili mchango wa sekta ya utalii iendelee kuongezeka katika uchumi wa taifa Welcome to to Tanzania Tanzania and you. I'm told is uh, uh, is this your first time to Tanzania? It is indeed. Yes. Wow. yes yes so imagine is that... after yes. 32 years of yes. this event ha happening in the African continent yes we are hosting it here and then Mr. President has just arrived ready to grace

Tumekwisha mpokea mheshimiwa rais na mwanzilishi wa kampuni hii kubwa kabisa inayotoa wa tuzo hizi za utalii na usafiri duniani, World Travel Awards for Africa and Indian Ocean happening at Johari Rotana on 28 of June this Saturday. Karibuni sana Tanzania Shines 2025